Futa DW Kiswahili tuanzie Ulaya ambapo Ukraine inatarajiwa hii leo kuwasilisha kwa, kwa Marekani mpango wa usitishaji kwa sehemu mapigano na Urusi katika mazungumzo ya mjini Jeddah yanayowashirikisha maafisa wa Washington. Hayo yakijiri Ukraine imefanya shambulizi kubwa la usiku kucha la droni dhidi ya Urusi ikiwemo katika mji mkuu Moscow. Taarifa zaidi na Sylvia Mwehozi. Kuelekea mazungumzo ya leo Jumanne, Ukraine imefanya shambulizi ambalo Moscow imelitaja kuwa shambulizi kubwa la usiku kucha huku ndege zipatazo 337 za drone zikidunguliwa katika maeneo tofauti ya nchi ikiwemo drone 91 katika mji mkuu wa Moscow. Shambulizi hilo limemuua mtu mmoja na kuwajeruhi wengine tisa kulingana na mamlaka za mji wa Moscow. Mashambulizi hayo ya Ukraine yamefanyika wakati juhudi za kusaka amani zikiendelea nchini Saudi Arabia kati ya maafisa wa Ukraine na Marekani. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliwasili Saudi Arabia kwa mazungumzo juu ya uwezekano wa No ya amani kati ya nchi yake na Urusi ambayo ilivamia zaidi ya miaka mitatu iliyopita. Kiongozi huyo wa Ukraine aliwasili jana Jumatatu katika mji wa pwani wa Jeddah na kukutana na mtawala wa Saudi Arabia Mohamed bin Salman mara baada ya mazungumzo yake na mwana mfalme Salman. Zelensky amependekeza kuachiliwa kwa wafungwa na kurejeshwa kwa watoto wa Ukraine katika nchi yao. Kiongozi huyo aliandika katika ukurasa wa mtandao wa X akisema kuwa hiyo inaweza kuwa hatua muhimu katika kujenga imani kwenye juhudi za kidiplomasia, akisisitiza kwamba sehemu kubwa ya majadiliano ilijikita katika muundo wa dhamana za usalama. Hii leo wasuluhishi kutoka Ukraini wakiongozwa na mkuu wa ofisi ya rais Andri Yemak, waziri wa mambo ya nje Andri Sebia na waziri wa ulinzi Rustem Umerov watajumuika kwenye mazungumzo na ujumbe wa Marekani unaoongozwa na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio. Zelensky hatashiriki katika mazungumzo hayo. Mazungumzo hayo yanayofanyika leo Jumanne, yatakuwa ni ya kwanza kati ya Ukraine na Marekani tangu vuta ni kuvuta iliyoshuhudiwa kwenye ikulu ya White House kati ya Zelensky na Raisi Donald Trump na makamu wa raisi JD Vance na kupelekea Washington kusitisha msaada wa kijeshi kwa Kiev. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio siku ya Jumatatu alionyesha matumaini kabla ya mazungumzo hayo, wakati alipowasili Jeddah na kuongeza kuwa wasingekwenda kama hawakuwa na matumaini. Taarifa aidha zimesema mjumbe maalum wa rais Trump Steve Witkoff anapanga kuzuru Moscow na kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin, kwa mujibu wa mashirika mbalimbali mbali ya habari ambayo yamenukuu vyanzo ambavyo havikutajwa na wala havikutoa maelezo zaidi. Witkoff ambaye ni mjumbe rasmi wa Trump katika kanda ya mashariki ya kati amekuwa na mchango mkubwa katika juhudi za kumaliza vita vilivyodumu kwa miaka mitatu nchini Ukraine. Ripoti ya Sylvia Mwehozi. Afisi ya rais wa Siria imetangaza makubaliano na mkuu wa kikosi cha wapiganaji wa kikurdi cha Syrian